Jambo uh, tena mashabiki mingi wananita Devi Master kutoka DRC Congo, um, nilikuwa na mazungumzo ambayo ningependa labda tuzungumze machache. Nimezungumza kwa wasanii wote wa Congo, pole sana tena pole sana kwa sababu tumepoteza msanii ambaye ni mkubwa sana Merikalisha. Ni mtu ambao kabisa sisi wote tunamtegemea na of course ametuacha, na kutuacha imetupatia huzuni sana, imetupatia huzuni sana hey, Watanzania walimpoteza Steve Kanum na sisi pia kwa Kongomani tumempoteza Merikalisha. Ni muonekano alikuwa aa s a sio tena binti fulani hivi, nikazungumza namna gani? Kwa sababu ni binti ukimtazama Ah, Mungu amempenda zaidi kabisa ametotoweka yes. Amefanya siku mbili hivi hapo na sisi hapa na kusema kweli, Watanzania alimpoteza Steve Kanumba, na sipia Kongoma umempoteza Merikalisha ah. Kwao ningesema si wa- wachezaji wote ambao tumebaki wa Kongo tucheze, basi tuwezai tu- tuboreshe kuliko Merikalisha kwa sababu yeye ndio ametuachia kama kama walisi wake, alafu unaweza ukatazama hata imaji wao pia, unalisisha mtu alafu kisha mlisisha hafanyi kazi, unaona hapo eh, ndio. Kwa hiyo tufanye kazi, ufanya, labda nikumbushe wakina Enox, sijui wakina nani wale, wale, wale wasani wasanii ambao wanazoea kucheza filamu wakina Chado Master, nani, sijui, ni, nani wote kufanya ni tufocus na kazi kitu ningependa nube, nube, labda tuseme ni kuhusu wale wasana ambao mm, wakishapata kilevo, unakuja una kujitazama kwenye YouTube unapiga malaiki eh, una unapata watu wakusupot, unatazama mii pika, mimi ni msanii mwingine labda kutoka Congo, sina sapoti, nataka labda nijiunganishunganisha eh, niji hunganish na rafiki yangu mm, unatazama nikimpigia, nakwambia sijui dogo subilia, unaona hizi si kubwa. Jema mili rafiki yako, tunafanya kazi moja, eh, tunalala pamoja. Ah, samani, sio wakulala kwa sababu ukizungumza wakulala, unajima imaji minu mkongomani, ni Mtanzania. Tunafanya kazi moja, lakini ye, eh, anakata kufani, kuni supporti na of course, unajikuta tena, hapa Mwenyezi Mungu anaweza kapindua, unaona, anaweza kapindua, mimi nikapanda level, uka baki wapi, uka baki fasi moja. Ya. Hmm. Na kitu ingina mpani mimi mbimu kusema, kusu Tanzania, nimekuja kupata wasanyako, wawiyo nitu wawili wawili, kuna mm, clavevo na huku pia kuna chado master, wale wasanii kabisa nje wale wasanii ambao naweza nikasema labda nao pia kanumba ndio aliwalisisha, unaona, kama sisi hapa nani merkalish na pia katulisisha, alafu na tanzania pia kuna wasanii wawili ambao naweza nikasema labda amewalisisha Chado na na Klavevo. Kwa hiyo ningependa labda niseme bye bye sasa, hapa tunamalizia hapa kwa sababu mimi nilikuwa na kazi nyingi. Ni kwa sababu wamezungumza, labda wana wanataka kunioji kuhusu maisha ya kwetu, kuhusu ya kazi ya sinema. Kwa hiyo kabisa, sinema tunachapa, japo kwa sponsor na support wa kutusupportia hawapo, lakini tuna focus kwa sababu maji ni kipaji ambacho umezaliwa nacho. Alafu ukitazama, ukikiachilia, japo una pesa, lazima ufanye kosi tu, unaona. Hey. Kwa hiyo saizi hapa tunataka kufanya tukamalizia hapa of course. Ah, nashukuru sana kwa kila mmoja ambaye amenitazama na kwa kila mmoja ambaye atatusupport na sisi tuwe kama wengine. Of course na sisi pia tungependa tufikie malengo kama wengine, unasikia, kipaji chetu tufanye, tukifulishe, tukionyeshe hadharani kama wengine, kama wakina Chado Master, wakina Clavevo, wakina Steve, wakina nani, wale wote wamefanya, wameshaonyesha vipaji vyao. Kwa sababu gani? Wana wasapoti eh na of course, nimeanza kuzungumzia kuhusu nini? Kuhusu nchi yetu, kwa sababu si Wakongomani ukifikia ni ki... Sasa labda nikazungumza, kwa sababu nikizungumza kama labda nafaani naleta ugomvi, unaona hapo, naleta ugomvi na serikali, kwa sababu hizi hapa, na nyamazia hapo, ila kuna siku nitawe kuzungumza.